Habari, naitwa uh, penuela grace Mbwambo kutoka kurugenzi ya maendeleo ya taaluma hapa PSPTB. Katika wiki ya maadhimisho ya utumishi wa umma uh, kurugenzi yetu imejiandaa kuanzia muda wa saa 12 saa mbili kamili asubuhi mpaka saa 12 kamili jioni. Tutakuwa tuko hapa kwa ajili ya kuwahudumia wadau wote ambao wanapenda kufahamu kuhusiana na uh, masuala ya ununuzi na ugavi pamoja na usimamizi wa mali. Ha, hivyo basi tunawakaribisha uh, wadau wetu kwa ajili ya kutaka kujua namna ya kujisajili katika mfumo wetu wa uh, online registration system. Pamoja pia na kutaka kujua namna ya kupata masaa arobaini kwa mtaalamu ambaye amesajiliwa na bodi ili uh, kwa kupitia mafunzo mbalimbali ambayo tunayatoa kutoka bodi yetu ambayo ni mafunzo ya uh, workshop zinazotolewa au warsha, pamoja na mafunzo ambayo tunawapatia kwa kutumia tailor made, au zinaitwa in house, au mafunzo ya ndani. Hivyo basi, tunawakaribisha kuanzia tarehe 13, uh, saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 12 kamili, tutakuwa tuko hapa kuwahudumia. Karibuni sana.